Karibu tena Pop Recaps, na leo tunaendelea na sehemu ya pili ya recap yetu. Kama kawaida, likes zenu hunipa mimi nguvu, na nikipata likes 500 tu mtakuwa mmetisha kinoma. Basi bana, baada ya kumtambua yule askari ambaye ndiye mhusika wa uhalifu unaoendelea, kwa haraka alikimbia nje akimtafuta lakini hakufanikiwa kuona sura yake. Akiwa amedhamiria, Young anarudi kituoni na kuchunguza kila afisa mmoja baada ya mwingine hadi anapomwona yule polisi mhalifu akiwa amevaa saa ile ile. Anamshika na kusema, hatimaye nimekupata. Lakini yule mhalifu anajifanya hajui chochote, unazungumza nini? Anawaita walinzi, na Young anatupwa nje ya ofisi akiwa na timu yake. Pelelezi anamkemea huwezi kumshutumu mtu bila ushahidi. Kwa mara nyingine Young anajikuta peke yake, lakini hakukata tamaa. Rafla Kim anaingia chumbani na kutangaza kwamba anataka kujiunga na timu yao. Mpelelezi anafurahia sana na kumkaribisha kwa moyo wote, lakini Young hakubaliani na wazo hilo. Ni wazi kwamba ana wivu na hataki Kim ayo karibu na Hana. Anamwambia moja kwa moja kuwa ni dhaifu na mwoga. Kim bila kuyumba, anamchallenge kwa changamoto ya pambano, nikishinda na jiunga na timu. Young anakubali, akidhani Kim ni dhaifu. Wanaanza kupigana, Young anatumia ujuzi wake ndondi na kumpiga, lakini Kim ana tabasamu na kusema, hiyo ngumi ilikuwa ya jana, sasa tuone yajayo. Anaondoa miwani yake, sura yake inabadilika kuwa ya umakini mkubwa. Anaanza kuchambua mapigo ya Yang kwa umakini na baada ya sekunde chache anaanza kukwepa mashambulizi yake kwa urahisi. Ghafla Kim anamshindilia Yang ngumi kali tumboni, akimwangusha chini na kushinda pambano. Hana naye anawasili wakati pambano linamalizika. Pelelezi anamuuliza Yang, kwa nini hukutumia mbinu yako ya siri? ungeweza kumshinda kwa urahisi. Buka siku za nyuma alipokuwa akijifunza na rafiki yake wa karibu. Siku moja alitumia mbinu hiyo wakati wa mazoezi, lakini ikawa kali kupita kiasi. Rafiki yake alijerudiwa vibaya na akabaki kilema. Tangu siku hiyo Young aliapa kutotumia mbinu hiyo tena, hatia hiyo bado inamtafuna moyoni. Kesho yake habari kuhusu kesi ya rafiki yake inasambaa kila mahali. Young anamtembelea mama wa rafiki yake na kumweleza ukweli ambao aliuficha. Mama anamsamehe na kumpa chakula cha nyumbani ampelekee mwanaye. Anamsihi Young amsaidie mwanaye naa thibitisha hana hatia hata ikibidi kwa harama yoyote. Yang anamtembelea rafiki yake gerezani na kumwomba aseme ukweli. nitakulinda anamwambia, lakini rafiki anakataa. Anaogopa. yule polisi mhalifu aliye nyuma ya yote ni hatari mno, na ili kumlinda mama yake na Yang, anachagua kujitoa mhanga. Lakini Yang hakukata tamaa, anachapisha picha ya gari la mshukiwa na kuanza kutembelea karakaza zote akitafuta ukweli. Wakati huo huo yule polisi mhalifu anaamua kummaliza mmoja wa washiriki wake aliyemsaidia kumtengenezea kesi rafiki yake Young, ili kuficha ushahidi. Sababu ni kwamba wakati wa mauaji mshirika huyo aliangusha saa yake chini ya kitanda na ikawafanya wagundulike kirahisi. Upande wa Young sasa, akiwa amejifungia chumbani kwake, anakumbuka nyakati nzuri alizoshiriki na rafiki yake, anavunjika moyo na kulia. Rafiki yake amefungwa bila haki na yeye hakuweza kutimiza ahadi yake. Wakati huo huo Hana anamtembelea akitaka kumfariji, lakini anapomsikia kilia anaamua kuondoka kimya kimya ili kumpa nafasi. Njiani akiwa anarudi nyumbani, ghafla anaanguka, lakini kabla hajagonga chini, Young anamkimbilia na kumkumbatia kwa nguvu hadi anapopata fahamu. Wanazungumza, Hana anamwambia kuwa huwa anazimia mara kwa mara na ndio maana aliacha kazi ya upigaji risasi. Young anamuuliza kama anatumia dawa, naye anamuondoa wasiwasi akisema yuko sawa, kisha anamtolea medali ya dhahabu ile ya Young. Young anashangaa kwani aliiweka bond medali hiyo alipokuwa hana pesa. Hana alienda kuichukua kwa ajili yake. Anamwambia awe jasiri, apigane kwa ajili ya haki na asafishe jina la rafiki yake, lakini pia anaahidi kumsaidia. Kesho yake, Hana anarudi tena kituoni na kujiunga na timu Kim. Naye pia anaamua kuunga mkono juhudi zao. Young anahisi furaha, kwa mara ya kwanza hajisikii mpweke. Baadaye, Young anaingia ofisini mwa yule polisi mhalifu akiwa na bahasha ndani yake, kuna barua ya kuomba msamaha polisi huyo anatabasamu kwa dharau, akidhani Young amejisalimisha, anaitupa barua pembeni. Lakini wakati anageuka kuondoka, Young anazunguka ghafla na kumrushia ngumi kali hadi anavunja kioo. Kwa sauti baridi anasema, mimi ni bondia, sijawahi kushindwa pambano, nimedondosha wapinzani wangu wote, na wewe utakuwa wa kwanza kuangushwa na mimi nikiwa nje ya ulingo. Anaapa ataendelea kumfuatilia hadi ukweli ujulikane na hadi polisi huyo alipe kwa kila kitu alichofanya. Polisi huyo anachetemeka, anaelewa sasa, huyu sio kijana mdogo wa kawaida. Young anakutana tena na timu yake na wote wanakubaliana kwa siri kufungua upya kesi iliyokuwa imefungwa rasmi. Mpelelezi anawagawanya katika makundi mawili. Kim anawekwa pamoja na Hana huku Young akipangwa na yule mwanamieleka. Young anaonyesha wazi kukasirika kwa sababu hataki Kim kumkaribia Hana. Kwa hiyo anaamua kuingia kwa nguvu kwenye gari lao. Jambo linalozua maswali, lakini na mruhusu, wanaanza kukusanya taarifa kuhusu polisi mhalifu na genge lake. Jioni hiyo Young anamtembelea mama wa rafiki yake nje ya mgahawa wake, anakuta maandishi ya ukutani akisema, mwanao ni muuaji. Wenyeji wanamnyanyasa na kumwambia aondoke eneo hilo. Young anajawa na hasira. Usiku mzima anatumia nguvu zake kufuta matusi hayo mlangoni ili mama huyo asiyaone asubuhi. Kwa sababu hiyo anasinzia na kuchelewa. Siku inayofuata mpelelezi anajaribu kumwamsha bila mafanikio, mpaka anaposema neno polisi mhalifu. Ghafla, Yong anaruka kitandani tayari kwa vitendo. Timu yao inaendelea na uchunguzi wa siri na wanachat kisiri siri ili kituoni wasijulikane. Wanagundua kuwa polisi mhalifu anahusika na magendo ya bidhaa haramu na hutoa hongo kwa maafisa. Wanaamua kuvamia ghala lake na kutafuta ushahidi. Usiku wanatekeleza mpango huo, Kim anawataarifu kuwa wapo walinzi watano tu ndani ya jengo hilo, lakini wanapofika wanashangazwa, kundi lote la wahalifu lipo humo. Timu inataka kurudi nyuma, lakini Yong anakataa, tunawamaliza kwa mtindo wa Soul Squad. Wanaingia kwa kishindo, ingawa wapo wachache. Mafunzo ya miaka mingi yanawafanya kuwa moto wa utea mbali. Kila mmoja anapigana kwa mtindo wake kipekee. Kim anakamata fimbo ya chuma na kupigana kama mpiganaji wa upanga. Young anasogea kwa kasi ya radi, akiwaangusha maadui mmoja baada ya mwingine. Ingawa sura yake ni ya kuvutia, ni mkatili sana vitani. Anavunja mifupa yao huku akisambaratisha silaha zao. Wakati baadhi ya wahalifu wanajaribu kutoroka kupitia mlango wa nyuma, yule mwanamieleka anasimama mlango na anawakamata na kuwatupa chini. Hana naye anapanda juu ya jukwaa, anakamata bunduki ya masafa marefu na kuanza kuwapiga risasi wahalifu kana kwamba yupo kwenye mazoezi ya shabaha. Lakini mmoja wapo wa genge anafanikiwa kutoroka. Timu inagadhibika. Mtu huyo anaweza kuwa na siri muhimu. Kim anamkimbiza, lakini anapomfikia tayari ameuawa. Anamwona mtu aliyevaa kininja akiwa amesimama karibu na mwili huo na anatambua kuwa ndiye aliyeua. Kim anamshambulia mara moja, pambano kali linaanza lakini ninja alikuwa na kasi ajabu, anampiga Kim chini na kutonoka kwa gari lililokuwa likimsubiri. Kesho yake polisi wanawasili na kukamata genge lote pamoja na bidhaa haramu, lakini hakuna anayethubutu kumtaja yule polisi mhalifu. Kesho yake polisi huyo anapata habari ya ile wa kilichotokea, anashikwa na hasira kali na anaelewa timu inakaribia kumfichua. Anaingia kwa ghadhabu ofisini mwa askari aliyekuwa akimhonga, anampiga hadi kumvunja mkono, kisha anamwamuru ampeleleze Young na kuripoti kila hatua, la sivyo naye atauliwa. Wakati huo huo Young na timu yake wanaanza kumfuatilia polisi huyo mhalifu, wakitafuta ushahidi wa moja kwa moja, lakini polisi anatambua anafuatwa na kuingia kwenye njia nyemba ya mtaa. Wanajaribu kumfuata lakini wanampoteza. Hata hivyo, Young hakukata tamaa, anapanda kwenye paa lililo karibu ili kupata mwonekano mbora. Hatimaye anamwona polisi huyo na kuanza kuruka kutoka paa moja hadi nyingine, akiwa na nia ya kumkamata kabla hajakimbia. Wakati huo huo Hana anaingia barabarani ili kuzuia gari la polisi mhalifu, lakini polisi wala hata hakujali, anaongeza mwendo tayari kumbamiza bila kusita. Yang anapoona hali hiyo anakumbwa na hofu, bila kufikiria mara mbili anaruka kutoka juu ya paa na kutua moja kwa moja juu ya gari la polisi huyo, akihatarisha maisha yake ili kumzuia. Mbinu yake ya hatari inafanikiwa, gari linasimama, lakini Yang anaanguka vibaya na kuumia. Hana anashangazwa na kukimbia kumwangalia. licha ya maumivu, Yang ana cheka kwa mzaha, kisha anasimama na kuelekea moja kwa moja kumkamata yule polisi kwa kosa la kujaribu kumgonga. Wanampeleka kituoni kwa mahojiano. Pelelezi anamhoji akimuuliza alikuwa wapi wakati wa tukio la gari wiki iliyopita, lakini polisi anakanusha kila kitu na anakataa kukiri. Wakati wote wa mahojiano macho ya polisi yaliangalia saa yake kana kwamba anangoja kitu, na ilipofika saa sita kamili mwendesha mashtaka anaingia na kudai polisi huyo aachiliwe. Timu nzima inabaki kustajabu. ni wazi kwamba polisi huyo anahusiana nguvu ndani ya jeshi la polisi. Kim anamfuata mwendesha mashtaka na hapo tunagundua kuwa ni kaka yake mkubwa. Hata hivyo, uhusiano wao si mzuri. Kim anamuuliza moja kwa moja, unapokea rushwa kutoka kwa huyo polisi mhalifu? Kaka yake anajibu kwa upole, mimi nafuata tu maagizo. Young naye kwa hasira anamfuata polisi mhalifu akitaka kumkabili, lakini ghafla anaanguka kutokana na jeraha lake la awali. Polisi anamcheka kwa majivuno. Timu nzima inamkimbiza Young hospitalini. Daktari anawahakikishia yuko salama, ila anahitaji Kupumzika. Mpelelezi anamwomba Hana abaki kando yake kwa kuwa Yang humsikiliza yeye pekee. Hana anakubali kishinengo. Akiwa mwangalia anachukua simu yake na kukutana na stika aliyowahi kumpa zamani. Anashangaa kuona bado ameihifadhi. Anakumbuka siku aliyomfariji baada ya uvumi kumzonga, alimwekea stika kwenye paji la uso kufunika michubuko yake. Kumbukumbu kumbu hiyo inamfanya tabasamu. Ghafla, Yang anaingia na kumwona akiwa na simu yake. Anawahi kuichukua simu yake akidhani ya Hana, alitaka kuindoa stika hiyo, lakini anateleza na kuangukia juu yake. Macho yao yanakutana, hali inakuwa nzito ya hisia zisizojificha. Kabla mambo hayajawa makubwa, muuguzi anaingia na kuivuruga hali hiyo. Wakiwa wamepata aibu, wanajitenga. Hana anaondoka kimya kimya na kumwacha Yang apumzike. Wakati huo huo, mwendesha mashtaka anagundua bosi wake amevaa saa ile ile kama ya polisi mhalifu. Anaanza kushuku huenda kuna njama kubwa zaidi ndani ya jeshi la polisi anaamua kuchunguza ili kubaini ni nani anayemlinda polisi huyo. Tukirudi hospitalini, Young anatoroka na kurejea kituoni. Ingawa daktari alimshauri ale chakula bora, anaagiza vyakula vya mafuta ili kujiburudisha. Mpelelezi anamkuta lakini, badala ya kumkemea, anaamua kula naye. Baadaye timu inakusanyika na kufichua kuwa yule polisi mhalifu anaendesha maabara ya siri ambako hutengeneza dawa haramu. Wanaamua kuvamia maabara hiyo ili kupata ushahidi, lakini kabla hawajachukua hatua, mwanamke aliyevalia barakoa kutoka kwenye kundi la kimafia anaingia maabara hiyo, kisha anamuua mlinzi kwa pigo moja tu, ishara kwamba ametumwa na polisi mhalifu. Anaanza kumwaga petroli akijiandaa kuchoma ushahidi wote, lakini hafla, wanachama wengine wa genge wanaingia, wanaanza kumshambulia wakidhani ni jasusi. Anawapiga baadhi yao, lakini wanamzidi nguvu na kumwangusha chini. Wakati wanakaribia kumalizana naye, Young anaingia kwa kishindo, akidhani msichana huyo ametekwa. Anawashambulia wote na kuwavunja mifupa wahuni hao, lakini moto unazuka kutokana na petroli iliyomwagika. Kila mtu anapanikia na kuanza kukimbia. Yule mwanamke karibu aanguke dirishani, lakini Young anamshika kwa mkono wake uliojeruhiwa. Timu yake wanamwomba amwachie msichana huyo, lakini anakataa na kwa nguvu zake za mwisho anamvuta juu na kumuokoa. Wanampeleka kituoni kwa ajili ya mahojiano, lakini anajifanya hana kumbukumbu na kudai alitekwa na genge hilo ili auzwe kwa matajiri. Timu inamwamini na kuamua kumlinda kama shahidi. Hana anampeleka nyumbani kwake akae na Young, pia anaungana nao kuwalinda wote wawili. Yule msichana wa kimafia anaanza kumpenda Young kwa sababu alimwokoa, lakini anatambua namna anavyomjali Hana, jambo linalomfanya awe na wivu. Anajaribu kuzungumza naye kuhusiana na mambo ya ndondi na namwambia kuwa amevutiwa na ujuzi wake. Yang anatabasamu na kumwambia usijali, sasa unaweza kulala kwa amani, nitakulinda. Usiku huo Yang analala mapema, Hana anabaki macho akiwa na wasiwasi kwa sababu homa ya Yang inaongezeka. Msichana wa kimafia anamwona Hana akimtunza Yang na anahisi uchungu wa wivu. Asubuhi yake anamvuta Hana pembeni na kumuuliza, wewe na Yang mko pamoja? Hana anakumbwa na hofu na anakataa haraka, mimi na mtu kama yeye? Hapana kabisa, sisi ni wafanyakazi tu. msichana na wa kimafia anafurahi na anakiri kwamba anampenda Yang. Hata anamwomba Hana amsaidie kumvutia Yang. Hana anashangazwa na anabaki ameduaa. Baadaye timu nzima inahudhuria tukio kituoni. Hali ya hewa ilikuwa ni ya joto, na Hana anaanza kuhisi kizunguzungu. Young anagundua na kuweka mkono wake juu ya kichwa cha Hana ili kumkinga na jua. Baada ya tukio, anamnunulia juice aipendayo Hana. Anaguswa na wema wake na anabaki kumtazama akikumbuka nyakati zote alizomwokoa. Ni wazi kuwa amempenda na anaamua kukiri hisia zake. Anamfuata na kumlisha zabibu, lakini ghafla Young anazimia. Wanamkimbiza hospitalini. Daktari anamchunguza na anajisikiaje lakini yang hakujali na macho yake yalikuwa yakimwangalia hana na upendo uking'aa usoni mwake hana anageuka kwa aibu lakini yang anamfuata na kumuuliza kilichotokea anajitetea kwa kusema ilikuwa ajali tu na anamwomba asahau yang anajibu kwa sauti ni sahau unataka ni sahau jina lako au kilichotokea sasa hivi wakati huo mama wa rafiki yake anarudi nyumbani na kukuta watoto wakifuta maandishi ya ukutani kwenye mgahawa wake wanamwambia yang aliwanunulia ice cream na kuwaomba wafanye ili kumfariji. Ndani ya nyumba anakuta chakula na dawa, anaguswa sana na anatubu, kwa sababu hapo awali alimfukuza ya Young kwa hasira. Anamtumia ujumbe wa msamaha na kumwomba aje kumtembelea kwa kuwa anamchukulia kama mwanae. Young anafurahi mno kwa kusamehewa. Baadaye, akiwa kituoni, mama wa msichana wa kimafia anamtembelea na kumshukuru kwa kumwokoa binti yake. Anampa chakula na zawadi. Young anakosa maneno na anafurahi kwa sababu sasa ameanza kupata heshima na upendo, lakini anapoingia ofisini Kim anajawa na ushindani wa ndani Umemvutia mama yake, lakini mimi ndiye nimepata moyo wake, anajisemea kimoyomoyo. Mpelelezi anamkabidhi Young jukumu jipya, wanamfuatilia mshukiwa mmoja wanachama wa genge, lakini anatambua kuwa anafuatwa na anakimbia. Young na Kim wanamkimbiza hadi kwenye gati, mshukiwa anaruka na kuingia kwenye boti. Young anajaribu kumfuata, lakini anajikwaa na kuangukia majini. Anaanza kuzama sababu hajui kuogelea. Mwanamieleka ana react haraka kwa kutumia nguvu zake za ajabu, anatupa boya la uokoaji kutoka mbali na kufanikiwa wakati huo huo Kim anarudi akiwa amefanikisha kumkamata mshukiwa. Timu inamsifu kwa akili na jitihada zake, jambo linalomkera Young. Baadaye, Young anapomkagua mshukiwa huyo anakutana sanduku lilojaa dawa haramu na kumhoji lakini mtu huyo anakataa kumtaja bosi wake. Young anajawa na hasira na kukata tamaa, anahisi kama mzigo mzima wa kesi uko mabegani mwake peke yake. Wanaporudi kituoni Young anamwona msichana wa shule ya sekondari akijaribu kuhepa kimya kimya, na hakuwa na kitambulisho. Wanamkimbiza, lakini ghafla anajikwaa na karibu aanguke. Kini, Kim anawahi na kumdaka kwa wakati. Msichana anamwangalia na kuvutiwa na sura yake, anamshukuru na papo hapo anajikuta akimpenda kwa mara ya kwanza. Muda mfupi baadaye, mpelelezi anaingia na kushangazwa kumwona msichana huyo ni binti yake. Anamuuliza anafanya nini pale na kugundua kuwa alitoroka shuleni. Anamwamuru lisamrudishe nyumbani na abaki huko hadi atakapomaliza kazi. Baada ya hapo, anawakusanya wenzake. Kim anawapa taarifa mpya kuhusu yule polisi muhalifu na genge lake. Anafichua kuwa polisi huyo anasafirisha bidhaa haramu kupitia baharini kwa sababu anafanya kazi kwa siri kama afisa usafirishaji bandarini. Yang anashangazwa na anataka kwenda kumkamata mara moja, lakini Kim anamzuia na kumweleza kuwa meya wa jiji anamlinda polisi huyo. Wakati huo huo, tunamwona polisi muhalifu akivamia ofisi ya mea. Anamshambulia vikali na kumpiga hali uso wake unapasuka. Inagundulika kuwa mea sio mlinzi wa polisi huyo bali ni mtumwa wake. Nguvu zake za kisiasa zote zinatokana na yeye. Polisi huyo ndiye aliyemfanya awe mea ili amtumie kama kikaragosi. Sasa akiwa na hasira na kiu ya kisasi, polisi huyo anaapa kumwangamisa Yang na kumfanya apate mateso makali ili kumtoa kabisa kwenye njia yake. Basi na leo naomba tuishie hapo. Ulikuwa nami msimuliaji wako Pop Recaps, na wakumbusha tu kunipa like mia tano tu, hadi wakati mwingine. Bye bye.